Ni Mizozo visa na mikasa duniani, na bwana Mizozo, tafadhari bonyeza neno yeah, subscribe chini ya video hii upate habari zetu moja kwa moja zinapotoka. Asanteni sana. Trump asema hana haraka ya kuishambulia Iran. Raised Donald Trump. Siku ya Alhamisi alisema hana haraka ya kuishambulia Iran kutokana na mpango wake wa nyuklia, siku moja kabla ya mazungumzo ya Marekani na Iran nchini Roma. Alipoulizwa kuhusu ripoti ya New York Times iliyosema kwamba alizuia shambulio la Israel dhidi ya Iran, Trump alisema singesema kuzuia, sina haraka ya kufanya hivyo kwa sababu nadhani Iran ina fursa ya kuwa nchi bora, lakini kisha akaongeza, sina haraka ya kufanya hivyo. Ikionyesha asilimia fulani ya kuthibitisha ripoti hiyo ambayo ilisema Israel ilitaka kuendelea na shambulio kubwa la pamoja na Marekani juu dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran mwezi ujao, lakini Trump akachagua diplomasia. Iran ina fursa ya kuwa nchi bora na kuishi kwa furaha bila vifo, na ningependa kuona hili likitendeka, rais alifafanua, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya ikulu pamoja na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni. Hilo ndio chaguo langu la kwanza. Ikiwa kuna chaguo la pili, nadhani hali itakuwa mbaya sana kwa Iran na hafikiri Iran inataka kuzungumza. Itakuwa vizuri sana kwao ikiwa watafanya hivyo. Iran haiwezi kuwa na silaha ya nyuklia, hivyo tu, aliongeza. Trump anajivunia kuwa aliondoa Marekani kwenye mpango wa nyuklia wa Iran wa mwaka elfu mbili kumi na tano.